Je, umewahi kujiona mdogo kwenye dunia hii, sio kwa sababu huna uwezo, bali kwa sababu haukuwahi kuambiwa unao? Kama swali hili limegusa mahali fulani moyoni mwako, basi video ya leo si ya kawaida. Leo hatuzungumzii kujiamini kama neno la vitabu au maneno ya motisha ya haraka. Leo tunazungumzia amini nafsi yako kama safari ya ndani ya akili, kama simulizi ya maisha halisi yenye maumivu, hofu, kumbukumbu kumbu na mabadiliko ya kimya kimya. Kabla hatujaendelea, kama unapenda mafunzo ya maisha, saikolojia ya mafanikio na simulizi zinazokujenga kiakili, tafadhali bonyeza like, subscribe, na usisahau kuwasha kengele ili usikose somo lolote muhimu kama hili. Kujiamini ni nini hasa? Kujiamini si kelele, si kujiona bora kuliko wengine. Ni hali ya ndani ambapo unasema kimoyomoyo, ninaweza kujifunza ninaweza kujaribu, na hata nikikosea bado nina thamani. Mtu anaweza kuwa na kipaji, akili na fursa zote, lakini bila kujiamini, vyote hivyo hubaki kama mbegu iliyozikwa kwenye mchanga mkavu. Na hapa kuna ukweli muhimu sana, kutojiamini si udhaifu wa tabia, ni matokeo ya historia. Kwa nini watu wengi hawajiamini? Fikiria mtoto aliyekuwa akiambiwa kila mara hujiwezi, Angalia mwenzako alivyo, usijaribu, utashindwa. Maneno hayo hayapotei, yanahifadhiwa kwenye akili ya ndani kama program. Halafu mtoto anakuwa, anakuwa mtu mzima, lakini sauti ile bado ipo kichwani, sauti inayosema usijaribu. Kuna aliyeshindwa mara moja au mbili, halafu akajihukumu maisha yote. Kuna aliyekataliwa akachekwa, au akadharauliwa, akaamini tatizo ni yeye lakini ukweli ni huu: hauzaliwi bila kujiamini, unafundishwa kuto kujiamini. Kabla hatujaendelea mbele, sikiliza kwa makini tabia za hawa watu watatu. Usiharakishe kujihukumu, kwa sababu huenda mmoja wao anakufanana zaidi kuliko unavyofikiri. Ukizielewa tabia zao, utaelewa vizuri ujumbe wa leo. Mfano wa kwanza: aliyedharauliwa akaanza polepole. Kulikuwa na kijana mmoja kila alipozungumza watu hawakumsikiliza. Siku moja alijaribu biashara, ikashindikana. Watu wakaanza kusema tulikwambia, lakini badala ya kukata tamaa, alibadilisha kitu kimoja tu. Hakubadilisha dunia, hakubadilisha watu, alibadilisha mazungumzo yake ya ndani. Alianza kusema sijashindwa, nimejifunza. Sijachelewa, ninaendelea polepole. Alijaribu tena sio kwa kujiamini kupita kiasi, bali kwa ujasiri wa kujaribu tena. Leo watu wanamsikiliza, sio kwa sababu yeye ni mkamilifu, bali kwa sababu anaamini sauti yake ina thamani. Mfano wa pili: mwenye uwezo lakini anayejihujumu. Kuna mtu mwingine, ana akili, ana ndoto, ana mipango, lakini kila anapokaribia nafasi, anajiondoa mwenyewe. Anasema nisubiri kwanza, bado siko tayari Watanionaje? huyu si mtu dhaifu, huyu ni mtu aliyejeruhiwa na hofu ya kushindwa au hofu ya kukataliwa. Ana uwezo lakini hana imani na nafsi yake, na hapa ndipo watu wengi hushindwa, si kwa kukosa vipaji, bali kwa kujizuia kabla dunia haijawazuia. Mfano wa tatu, aliyebadilisha fikra, maisha yakabadilika. Kuna mtu aliyetambua ukweli huu: si dunia inanizuia, ni fikra zangu Alipoacha kujidharau, alipoacha kusubiri ruhusa ya watu, alianza kuchukua hatua ndogo ndogo, maisha yakaanza kubadilika. Hakupata miujiza ghafla, lakini alipopata changamoto hakurudi nyuma kama zamani, kwa sababu sasa alikuwa na kitu kimoja muhimu: imani ya ndani. Onyo la kutojiamini. Kutojiamini kuna hatari kubwa kuliko kushindwa. Kuna kuibia fursa kabla hujaziona kuna kuacha ukiishi maisha ya ingewezekana. Kuna kufanya uone ndoto zako kama za mtu mwingine. Na cha kusikitisha zaidi, watu wengi hawashindwi, wanajinyima ushindi. Nguvu ya kujiamini kabla ya matokeo. Kujiamini hakusubiri ushahidi, kuna kuja kabla ya matokeo. Unapoamini kabla ya kuona, ndipo unapopata nguvu ya kuchukua hatua, na hatua ndogo ndogo ndizo hubadilisha maisha makubwa. Funzo la mwisho. Usingoje dunia ikuthibitishe, usingoje watu wa kuamini. Anza na wewe mwenyewe, kwa sababu siku utakapoanza kuamini sauti yako, ndipo dunia itaanza kuisikiliza. Kama umefika mpaka hapa, tafadhali subscribe kwenye channel hii, bonyeza like na ushiriki video hii kwa mtu mmoja ambaye unajua anahitaji kusikia ujumbe huu leo.